Kama ikiwapendeza iki, tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamwona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi, nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa huo ndo kweli, mi najua alikuwa analipwa. Amna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure, kwa hiyo manake ameenda kujitafutia riziki. Sisi tunamwadhibu kwa sababu anatafuta riziki yake, lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama alivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii lakini amechagua chama ambacho anaki anakifanyia kazi Nei, nei tuna neo mitego, naomba roho sikae kimya. Ni msanii na ni kijana wangu, yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya wabole, watu nimemjenga Nei kuanzia anaanza kwenye mziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea, you know, mimi na Nei, nikamwambia Nei, mimi nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia, bro, na naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nei, sijawe kumvunjia heshima, sijawe kumnyima platform tena. Nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la Covid na one of my taasisi ta, ilipa hiyo kazi. Muziki ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free wawe <tosuwa> huru, wachague chama chao, tusiwapangie wakiwa kazini, tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na, na, nikiangalia kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Bodaboda, boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu kwenye hivyo viwanja, tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye mikutano. Vipi, na wenyewe tuwafungie? Wako mama ntilie walitununulia kutengeneza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna, kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua muziki wa Tanzania bila sababu yote. Kama ni ishu ya chama ni chama, wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wowote. Tumalize tuendelee shughuli zetu kama ikiwapendeza iki tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamwona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa huo ndio kweli, mimi najua alikuwa analipa. Amna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure, kwa maana yake ameenda kujitafutia riziki. Sisi tunamwadhibu kwa sababu ya kutafuta riziki yake, lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama. Kama nilivyomtaja hapa, Sugu Sugu ni msanii lakini amechagua chama ambacho anaki, anakifanyia kazi Nei Nei tuna neo mitego. Naomba roho usikae kimya. Nei ni msanii na ni kijana wangu, yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya abo, watu nimemjenga Ney kuanzia anaanza kwenye mziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Ney, nikamwambia Ney, you know, mimi nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia bro, na naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa ni sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform tena. Nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la Covid na one of my taasisi ta ilipoa hiyo kazi. Muziki ubaki kuwa mziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe mziki unasimama kama mziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free wawe huru wachague chama chao, tusiwapangie wakiwa kazini, tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na, na, nikiangalia kwa kina na nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda bodaboda, wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi, tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu kwenye hivyo viwanja, tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye mikutano. Vipi na wenyewe tuwafungie? Wako mama ntilie walitunulia walitengeza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna, kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya ya kutaka kuua mziki wa Tanzania bila sababu yote. Kama ni ishu ya chama, ha, ini, ni chama, wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wote. Tumalize tuendelee shughuli zetu.